Huyu Karinda na Roko wametuma hapa askari elfu moja ati watuzie uoga. Mutanunua uoga? Mutanunua uoga? vijana mbo, vijana mbo, mimi nataka kuuliza nyinyi, mutatoka asubuhi kupiga kura mapema saa ngapi? saa ngapi? Sasa hapa mulimani nani kiongozi wa mlimani? Nani kiongozi wa mlimani? Nani kiongozi wa mlimani? Mimi kama kiongozi wenu nimekuja hapa kusaidia nyinyi. Kuanzia leo, nitakaa hapa Mbeere North mpaka Karis atagaswe kama mjumbe wa Mbeere North. Haramb, harambe, harambe! na kura itakuwa namna hii. Karinda anataka wakiwa na rokoo watume wakora kutoka Nairobi, kutoka Kisii na kutoka Teso pahali ameolewa. Tunataka kutangaza tukiwa hapa Mbeere North, siku ya kura hakuna mgeni atakubaliwa hapa Mbeere North mpaka uchaguzi pigwe. Harambee! Mimi nataka kuwatangaza, na hii ni amri yangu kama kiongozi wenu. Nitoe amri nisitoe? Nitoe amri nisitoe? Nitoe amri nisitoe, nitoe, amri, nisitoe. Vijana wote kuanzia mwaka 18 mpaka 35 wakuwe kwa laini ya kupiga kura saa tisa ya usiku, tumekubaliana tumekubaliana. Wamama wale wako na mtoto moja wawili, wale wachanga waingie kwa laini saa kumi, wafunge laini. Wazee na wamama wote waingie saa kumi na moja, vijana wote ikifunguliwa kituo Our young men between the age of 13 to 35 ndio watapiga kura ya kwanza. Wakishamaliza kupiga kura, walinde wazee na wamama wapiga kura yao neguo neguo. Alafu vijana wote ku, between the age of 18 to 35 wabaki nje ya polling station mpaka jioni wakichunga kura ya Newton Karisi. Kiongozi ameongea hajaongea. Yeah. Ni amri si amri? Yeah. Amri. Mutatii amri ya kiongozi wenu? Yeah. Mutashidwa kulinda kura yenu? Yeah. Imwana si ambaye amwekua? Yeah. Nemoko kitra kura. Yeah. Nemoko kitra kura. Yeah. Nemoko ikaraga tuwa ine moko kura, yeah. kitra kura si anyu. Yeah. Na goko Mbeere North gotire modro talwa goko orenda go, goko go kana goko. Goko kwa bara mara kana mwenye wake thura no ni adwa Mbeere North Zwa kura na presiding officer. Na adhigari hata machifu wapige kura waende nyumbani si ndio? Namba tu vijana, ninaambiwa nyinyi roko wamepanga anunue vitambulisho yenu shilingi elfu mbili. Hakuna kijana asiuze kitambulisho si ndio? Neguo, neguo, neguo, fainali nimalize, nipatie mzee wetu lene kivuti hii uchaguzi ni kati ya Kasongo na Karida pande moja na watu ya Mbeere pande nyingine. Kati ya Karida na Kasongo wakishindana na watu ya Mbeere nani atashinda? Nani atashinda? Nani atashinda? na mimi niambia huyu roko. alisema ati akiwa uko juu atiarona tumundu twa mbere twigana thigiriri ni nimatuci ci si matuci